Amekuwa mtamu kama mcharo. Kwa wanaokumbuka wakati anatua Msimbazi kutoka Power Dynamos ya Zambia, jina lake lilibeba matumaini. Mutale maarufu kama Budo aliingia kikosi cha Simba kama mmoja wa wachezaji waliotarajiwa kuleta mapinduzi msimu huu, lakini kama ilivyo kwa nyota wengi, safari yake haikuwa tambarare. Hata hivyo, kwa sasa ni kama gari lilichojaa mashaka, akijikuta nje ya kikosi cha kwanza, huku baadhi ya mashabiki na wadau wakianza kuhoji ubora wake. Lakini haikuwa sababu ya kupona nitia moyo. Hata nilipokuwa napitia wakati mgumu, kocha Fadlu Davids na benchi lote la ufundi hawakuwahi kunikatia tamaa, walinipa sababu ya kupigana, niliamini utafika wakati wangu, alisema Mutale na aliwasha moto katika mechi za viporo kwenye ligi kuu, huku fainali ya kwanza huko Moroko licha ya kuingia dakika ya 80